Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ambavyo tumeona, kata ya Wazo yamefanyika mambo makubwa na mapinduzi makubwa ya kimaendeleo katika kutatua changamoto na kero za wananchi. Tumeona, tumetembelea mradi wa mahakama ya mwanzo wazo hili mtawa Nyakasangwe, mradi umekamilika, mahakimu wako pale na huduma zinaendelea kutolewa. Sasa hivi wananchi wa kata ya Wazo hawaendi tena mahakama ya mwanzo Kawe, shughuli zao, kesi zao, migogoro yao inamalizikia ndani ya kata ya Wazo. Tumetembelea kituo cha afya kizuri cha kisasa ambacho kinatoa huduma kwa kina mama, wazee, watoto na watu wote wanapata huduma pale kwenye kituo chetu cha afya Nyakasangwe. Lakini pia tumetembelea shule ya awali na msingi ya Josephat Gwajima ambayo ina mchepuo wa Kiingereza. Hii ni shule pekee ya mchepuo wa Kiingereza ndani ya kata ya Wazo, ni shule ya serikali. Tulizoea shule za namna hii ziwe za binafsi lakini sasa ndani ya kata ya Wazo tuna shule ya mchepuo wa Kiingereza ya serikali inayomilikiwa na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Tumetembelea pia na kukagua maandalizi ya ujenzi wa miradi ya DMDP ndani ya kata ya Wazo. Kwenye kata ya Wazo nimepata kwa sasa takriban barabara nne, barabara ya Mivumoni, barabara ya Umoja, barabara ya Nyakasangwe na barabara ya Mbopo kuelekea Msumi na kuelekea kule Mbopo Mabwepande, zote zinakwenda kujengwa kwa kiwango cha lami na kama tulivyoona tumetembelea saiti ya mkandarasi tayari hapa Mivumoni, mmeona maandalizi yake na kwamba muda wowote kazi inaanza ya ujenzi wa barabara za lami, ili kutatua changamoto ya mawasiliano kwa wananchi ndani ya kata ya Wazo. Lakini pia kwenye upande wa elimu, tumetembelea shule ya sekondari Mivumoni, tumeona maabara za kisasa, tumeona jengo la utawala madarasa yaliyojengwa. Eh, tumetembelea shule ya msingi Twiga pale Kisanga shule mpya hiyo ambayo imejengwa ndani ya miaka hii mitano. Tumetembelea pale Wazo shule mpya ya ghorofa inayojengwa pale uwanja wa Panga, shule ya kisasa, na mkandarasi yuko site na kazi inaendelea. Lakini pia tumetembelea shule ya sekondari ya Songoro Mnyonge, hii nayo imejengwa ndani ya miaka hii mitano, shule nzuri ya kisasa, na madarasa ya ghorofa yanajengwa yanaendelea. Pia tumetembelea mradi mpya wa shule ya sekondari ya Salasala ambayo nayo ni shule ya ghorofa. Mkandarasi yuko site na kazi zinaendelea. Tumetembelea pia na barabara ya Afrikana kwenda Kinzudi, kuna kiwango ambacho kimejengwa kwa lami wakati wa miaka hii mitano. Lengo ni kuunganisha kipande hiki kwenda mpaka Goba ili wananchi wanaotoka Afrikana wapite Kinzudi waende mpaka Goba. Ndugu yangu, ndugu zangu wa Tanzania na Wanawazo wanasema kuona ni kuamini na mimi kama diwani nimeamua kushirikiana kamati yangu ya siasa tuwatembeze wananchi waweze kuona nini ambacho kimefanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hasani. Kwa yule ambaye anabisha, basi tunamletea aone kwa macho. Kulikuwa kuna watu ambao wanasema hakuna kilichofanyika ndani ya miaka mitano. Niwaambie ndugu zangu, ndani ya kata ya Wazo Daktari Samia Suluhu Hasani amefanya mapinduzi makubwa, na kwa kweli tunamshukuru na Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa kata ya Wazo, tukuhakikishie ushindi wa kwako wa kishindo ndani ya kata ya Wazo. Kwanza ndio kata kubwa ndani ya jiji la Dar es Salaam na manispaa ya Kinondoni kwa idadi ya wapiga kura, kwa idadi ya wananchi. Ni kuhakikishie kwa kazi ambayo umetufanyia kata ya Wazo. Mheshimiwa Rais, kata ya Wazo tunakuhakikishia mitano tena na kura za kutosha za kishindo kwenye uchaguzi mkuu. Lakini pia kwa kuwa Chama cha Mapinduzi ndio kimetekeleza haya Niwaambie wale wapinzani wajipange ndani ya kata ya Wazo, mbunge atatokana na Chama cha Mapinduzi, diwani Chama cha Mapinduzi, na mheshimiwa rais lazima apate kura za kishindo, kwa sababu mambo makubwa yamefanyika. CCM oye, oye. oye. oye. Rais Samia oye. Oye. Mama Samia matano tena. Mama Samia, asanteni sana ndugu zangu, na washukuruni sana asante sana.